Ameshasema katika Qur'ani, wa inja hadaka ala an tushrika bi ma laysa laka bihi ilm fala tutiuma. Ikiwa Allah subhanahu wataala asema kwamba wazazi wakikuamrisha katika kumwasi Allah subhanahu wa ta'ala, usiwatii, lakini hukupewa nafasi ya kuwakosea heshima wazazi kama hawa, kwa sababu kulingana na heshima ya Qur'an na heshima ya wazazi inaenda sambamba. Haiwezekani kupewa nafasi ya kumkejeli mzazi kama huyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaykumus salam warahmatullahi wabarakatuh. Viewers, welcome to Halal Charity TV, the media arm of Halal Charitable Trust, a non-governmental non-profit making organization based in Mtwapa with the main purpose and aim of helping the community. Alhamdulillah <laughs> leo tumetembelewa na Sheikh ambaye tutazungumzia Swala muhimu sana kuhusu haki za wazazi kwa watoto. Ni nini watoto wanafaa kuwafanyia wazazi wao? Kwanza kabisa insha Allah tutaanza na introduction. Sheikh, naomba uji introduce uji-introduce. Bismillahirrahmanirrahim. Asalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kwa jina naitwa Said Ali Said, ni mwalimu wa madrasa, madrasatu Thamaratul Janna, ambao ni mudiri wa hiyo madrasa na ni imamu wa masjidi Bilal katika mtaa wa Koreni, na alhamdulillah nimeanza kusomesha ikiwa kuanzia mwaka wa 1995 na mpaka sasa nashukuru Allah subhanahu wa taala, bado amenibakisha katika kazi ya dawa ya kuendesha gurudumu la Allah subhanahu wa taala. Naam, leo inshallah ulizungumzia mada muhimu sana kuhusu birru alwalidain, Sheikh, ni kwa nini ulichagua hiyo mada? Naam. Moja katika sababu ilionifanya mimi nichague hii mada ya birru alwalidain, kwanza ni kadhi ya mzito ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Eh, mada kama hii Allah ameifungamanisha karibu sana pamoja na ibada yake pale Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliposema, bada audhu billahi as samiu lalimu al min shaitani rajim waqala rabuka anla tabudu illa iyahu wabilwalidaini ihsana ila akhiri il aya. Allah Subhanahu wataala akaja kufungamanisha neno la ibada ambao ni kumpekesha Allah tabaraka wataala, na akaliwekea mbele yake birulwalidaini kwamba ni jambo zito, mbali ya kwamba umefanyiwa ibada Allah Subhanahu wataala, kisa ikamwekea kutendewa wema wazazi wawili. Ndio ilonifanya mimi kitu cha kwanza niipende mada kama hii kwa sababu Allah akaifungamanisha karibu zaidi na ibada yake Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pili, kulingana na hali za kimaisha watoto wa kisasa ambao wanaishi katika ulimwengu huu Allah Subhanahu wa Ta'ala wamekuwa na changamoto nyingi za ambazo wanazowafanyia wazazi wao. Nikanipelekea mimi hii mada niichague kwa sababu wazazi wetu wanapitia changamoto mzito, wengine wanapata ugonjwa kupitia watoto kama hawa wengine wanapata mitihani mizito mpaka wanafikiwa na wakati wanapigwa na watoto wao. Likanigusa katika roho yangu, kwa sababu na mimi nilikuwa na wazazi mbali ya kwamba Allah Subhanahu wa Ta'ala ameshawakabidhi roho zako wachukua mbele ya barzakh, lakini likanigusa kwamba wale wazazi waliobakia katika ulimwengu huu, maadamu ni wazazi, wananizaa mimi, ikawa ni kama mzazi wangu, ndo nikapendelea mada kama hii. Nielezee sasa katika mada hii watoto ambao hawawaheshimu wazazi wao, je, wazazi wanachangia kivyovyote kwa hawa watoto kuto waheshimu ama wazazi hawana makosa hapo? Na kwa kuwa wazazi wanachangia au hawachangii, nikisema hivi ni maana ya kwamba wazazi henda wakawa wanachangia jambo kama hili, na ama wengine wanaenda kawa hawachangii, lakini alalhasil Qorani yetu ambayo ni kitabu cha Allah subhanahu wataala, mbali ya kwamba mzazi amechangia kwa mtoto yule amkosee heshima, amdharau amdhalilishe, lakini itabakia kuwa mzazi wake kwa sababu Mwenyezi Mungu subhanahu wataala ameshasema katika Qurani, wa injahadaka ala an tushrika bi ma laysa laka bihi ilmu fala tutiuma. Ikiwa Allah subhanahu wataala asema ya kwamba wazazi wakikuamrisha katika kumwasi Allah subhanahu wa Ta'ala, Usiwatii, lakini hukupewa nafasi ya kuwakosea heshima wazazi kama hawa kwa sababu kulingana na heshima ya Qur'an na heshima ya wazazi inaenda sambamba. Haiwezekani kupewa nafasi ya kumkejeli mzazi kama huyo mbali ya kwamba ni Muislamu. Hata kama mzazi wako yuko katika nje ya Uislamu ni Mkristo, ala sabili al-mithal, pia Uislamu hakukupa nafasi ukasema kwamba mzazi huyu ni Mkristo hata mimi nimkosea heshima. Bado itabakia heshima ni mzazi wako vile vile na Sheikh, tatizo hili la watoto kutowaheshimu wazazi wao zamani lilikuwa hakuna hili tatizo, siku hizi ndio limejionyesha limejikithiri, ama hata zamani lilikuweko? Naam. Tukilizungumziaja tatizo kama hili kupitia zamani, amba kwamba ni zama za wazazi wetu, kulikuwa na changamoto kama hii, lakini haikuwa uzi, kubwa zaidi kuliko sasa, kwa sababu wazee wetu ambao kwamba wameishi katika zama zao na wazee wao walikuwa wakisoma, elimu ilikuwa ni chache, lakini walikuwa na heshima ya hali ya juu mm. wakitambua thamani ya wale wazazi, mbali ya kwamba elimu yao ilikuwa chache. Lakini sisi wa leo, ambao kwamba ni watoto wa kisasa, mbali ya kwamba elimu zetu zimekuwa nyingi, tumepata mitandao ambayo kwamba inatuelimisha mashehe tofauti tofauti, lakini bado ile heshima yetu kwa wazee imekuwa chache kuliko wale wazee wetu wa zamani. Na je, tunaweza tukawalaumu walimu wa madrasa pengine hawafanyi kazi yao kuwafundisha hawa watoto kuhusu birrul walidain? Kuna mchango gani mwalimu wa madrasa ako nayo kumfundisha huyu mtoto ili amheshimu asimdharau mzazi wake? kwa walimu wa madrasa, kwa uhakika wa mambo, walimu wa madrasa hili jambo hawatolipendelea kwamba watoto hawakosee heshima wazazi wao, kwa sababu moja katika nidhamu ya mwalimu wa madrasa hmm, ni kufundisha akhlaki ya mtoto namna gani ataishi waza na wazazi wake, namna gani ataishi na jirani yake, namna gani ataishi na rafiki yake, kwa sababu kihali yoyote itakavyokuwa, mwalimu wa madrasa akiwa atakuwa ni mwalimu ana ucha Mungu ana na ikhlasi katika utendakazi wake, lazima atabakia katika msimamo wa kuwahusia watoto kama hawa washikamane na ibada ya birrul walidain. Sheikh, wewe ni mwalimu wa madrasa muda mrefu ni changamoto gani nyinyi walimu wa madarasa mnapata upande wa kuwafundisha hawa watoto ndio wawe na akhlaki nzuri, yaani pengine support ile ambayo mwapate kutoka kwa wazazi, je, ni yaridhisha ama bado wazazi takana wajikakamue zaidi kuitani experience yako vile uko nao ya kufundisha? Eh, mimi kwa vile nimesomesha miaka mingi alhamdulillah, na namuomba Allah umri kama huu nimalizie nikiwa katika hii kazi kwa upande wa walimu na wazazi wa, wa tunakuwa na changamoto nyingi ambazo kwamba zinajitokeza, walakini sisi kama walimu tumepewa mwongozo na bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam na Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, kwanza tuwe na subra katika kazi kama hii, kwa sababu ni kazi mzito, kazi ambayo kwamba mwalimu wetu Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ala aliifanya kazi kama hii ikiwa tarehe inaeleza katika kuifanya da'wa kama hii kwa miaka 13 akiwa Maka na miaka kumi akiwa Madina. Alipata changamoto nyingi sana, lakini kilichomfanya yeye mpaka leo atajike akiwa ni mwalimu bora iwe ni laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Kilichomfanya awe mwalimu bora ni subra, ilikuwa hali ya juu. Na sisi pengine, kama walimu ambao kwamba wenzangu wanaonisikiliza, nikawahusia kwamba kwanza tuwe na uchamungu katika kazi kama hii. Pili tuwe na subra, kwa sababu ni kazi mzito na ni kazi tumeshatiwa na bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ndipo pale mtume aliposema al ulama warathatul anbiya, kwa sababu wanazuoni hawarithi pesa wala hawarithi dananir. Kinachorithiwa kwa bwana mtume sallallahu alaihi wasallam ni kurithi ilmu na kupeleka gurudumu la dawa mbele. Na walimu wa madrasa ukiangalia, okay, mara nyingi, sehemu nyingi, walimu wa madrasa huwa wanalia sana upande wa mshahara, mfano Mm, je, ni advice gani wewe ungewapatia wazazi kuhusu kuangalia hawa walimu wa madrasa, sababu sehemu se nyingi ukienda, kilio cha mwalimu wa madrasa niko hiko kuwa sisi hatuangalii vizuri, na wazazi pengine madrasa, mzazi ana watoto watano, anakuambia mimi nitalipa mtoto mmoja, na kinachochajiwa madrasa ni shilingi mia mbili ama mia tatu. Je, unawaadvice nini wazazi wewe, ambao wanawaangalia hawa walimu kwa jicho ambalo si la huruma na. Kwa upande wa wazazi, mimi kama mwalimu ambao kwamba nimekuwa na miaka mingi, ningeletoa wasia, kwanza wazazi wajikakamue katika hali kama hii, kwa sababu kutengekewa kwa mwanadamu ama kutengekewa kwa mtu yoyote katika maisha haya ya dunia, kwanza ni kushika dini ya Allah Subhanahu wa Ta'ala na kuisukuma kwa namna yoyote itakavyokuwa, kama namna tunavyolisukuma gurudumu la dunia. Tujue ya kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema mahma izdaddat ihdahuma qurba izdaddat ihdahuma bu'da, namna yoyote tutakavyokuikaribia dunia akhira itatukimbia. Kwa hivyo na namna yoyote tutakavyokuwa shika walimu wa dini, tambua dunia itatujilia kwa, kwa, kwa, kwa haraka zaidi, kwa sababu tumemshika Allah subhanahu wa ta'ala. Ni pale Mwenyezi Mungu akisema in tansuruni yansurukum Allah, mtakapokuni nusuru Mwenyezi Mungu. Hataki kunusuriwa kwa mapanga wala hata kikunusuriwa kwa bunduki, bali ni kusikamana na ibada yake na kusomesha katika watoto katika dini, ndio watoto watakapokunyanyuka katika maisha haya watakwenda kuinusuru dini ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo nawanasihi wazazi wangu pamoja na walimu ambao wako katika kazi kama hii wawe na uvumilivu pia, kile wanachokipata mwanzo wawe na ule utajiri aloutaja Mtume sallallahu alaihi wasallam, alqanaatu kanzul la ala al yanfad Kukinai ni benki ambayo kwamba haikauki. Kwa hivyo sisi tumepitia changamoto sana, ambayo kwamba mimi nikipigia mfano mimi mwenyewe alhamdulillah, mwanzo wa kusomesha kwangu nimeanza ikiwa nikilipa shilingi elfu mbili na mia tano mpaka ikawa nimefika, nimetafuta bibi ikiwa nimeoa nikiwa na elfu tano kwa mwezi, na alhamdulillah leo nimeshikilia gurudumu hili la Allah Subhanahu wa Ta'ala, na namwomba Allah anipatie kanaa na wenzangu pia, Mwenyezi Mungu awapatie kanaa kile wanachokipata wamwambie Mwenyezi Mungu alhamdulillah, na Mwenyezi Mungu atawatilia baraka kwa hiki kichache. E, jambo lingine Sheikh, wewe ni mwalimu wa madrasa na, na pia ni imamu na, imamu wa msikiti. Ni changamoto gani wapata wewe kama imamu katika kazi yako hii ya uimamu? Na katika upande wa imam, mimi naweza kusema sina changamoto ambayo kwamba yanitatiza yani zaidi, isipokuwa ni kuwa niwe na pengine, kwa usaidizi ama pengine niwe na washauri ambao kwamba kwa nikipata matatizo katika yale ninayoyafanya katika msikiti ama makosa ninayoyafanya, ili wale wenzangu wawe kama wenye kunishauri pamoja na kunirakibisha, kwa sababu hakuna mkamilifu katika hii kazi, ama kwa kazi yoyote. Kwa hivyo mimi alhamdulillah naweza kujifakhiri kwamba kazi ya uimam kwanza, Allah akikujalia kuwa ni imam wewe utakushukuru sana, kwa sababu Allah akakuchagua ni katika miongoni wa wale ambao kwamba kwa watakwenda kufunikwa na kivuli cha Allah subhanahu wa ta'ala, pale Mwenyezi Mungu aliposema, eh, pale Mtume aliposema wa warajulun qalbuhu muallaqun bil masajid, yoyote aliyefungamana na msikiti Allah atakwenda kumfunika kivuli chake, si kwamba kwamba hakuna kivuli isipokuwa kivuli cha Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo zile changamoto ambazo kwamba zapitia katika uimamu mimi naweza kusema ni mitihani imetoka kwa Allah na sisi tuataka tuwe na subra kwa sababu si changamoto mzito bali ni kusubiri na kumwomba Allah atupatie subra katika kazi kama hii. Kumalizia shekhe, wewe kama imamu, wewe kama mwalimu wa madrasa, ni advice gani ungempatia mzazi na ni advice gani ya pili ungempatia kijana ama mwanafunzi? Naam. kama mwalimu au kama imamu wa masbilal na wanasihi wazazi wangu na na wazazi wenzangu pia, na mimi ni katika mmoja wa wazazi, kwamba kila wanapokaa katika dunia hii ya Allah wajitahidi wahakikishe ndani ya watoto wake ambao kwamba kwa anawasomesha kama ni mmoja ni wawili mpaka kufikia kiwango alicho kwamba Allah kamjalia, ahakikishe katika watoto wake mwanzo wamenyanyuka katika dini kwa sababu hilo ndilo suluhisho kubwa ambalo kwamba litakuja kufanya nyumba zetu ziwe na baraka nyumba zetu ziwe na khairi, kwa sababu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alisema katika hadithi yake, iqrau lqurana fainahu yati yauma lqiyama shafia liashabi. Kwa hivyo mzazi hapa na ana nafasi nzuri ya kumtumia mtoto kama huyu ambaye kwamba kwa atakuwa amesoma Qurani vizuri, akapata ilmu ya dini nzuri na akafaulu katika maisha yake kumwabudu Allah vilivyo, ama vile vinavyotakikana, henda akawa ni mmoja katika kumwombea shifa wa mzazi wake, kwa sababu amemsomesha Qur'ani na akafaulu katika kumwabudu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo nawahusia wazazi wenzangu pamoja na mimi mwenyewe ni katika mzazi, tujitahidi kusomesha watoto wetu, mbali ya kwamba hali ya kimaisha ni magumu, lakini katika upande wa dini Allah atakuja kuleta khair yake biidhnillahil mubarak. Watazamaji, nafikiri mmemsikia Sheikh Said vile alikuwa akituelezea hii mada tuliozungumza, na alhamdulillah tumefaidika na imani. kuambia tu sisi, Halal Charity TV ni initiative ya Halal Charitable Trust, shirika ambalo linasaidia umma na headquarters yake iko Mtwapa. Inshallah hadi wakati mwingine, shukran wa jazakumullahu khairan. Na mimi inshallah ningeomba kabla ya kufunga kikao kama hiki kupitia mzee wetu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam asema, man sana ilaika ma'rufa fakafiu fa in lam yastati fad'u lahu. Kunu ni wema ambao kwamba tutendewa na Halal Charity ambao kwamba yasimamia mambo ya dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, hatuna la kuwalipa isipokuwa ni kufuata mwenendo wa Mtume. Ikiwa huwezi kulipa wema, basi tuwaombe dua. Mimi kama imamu wa Bilal na waombea Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala aipatie ukundufu shirika kama hili. Mwenyezi Mungu aitilie baraka na waliomo katika hali kama hii, ambao kwamba wanaendesha gurudumu kama hili. Mwenyezi Mungu awapatie umri wenye heri nao na wapatie baraka na awakundulie kila kizazi kilichokuwa na dhiki. Mwenyezi Mungu awakundulie dhiki zao, amin. Na kama Allah amewajalia wana wagonjwa hospitali, pia Mwenyezi Mungu awapatie shifa ili amin, wapate kutuendesha gurudumu kama hili biidhnillahi. Shukran wa jazakumullahu khair.